Hello, habari, ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Karibu sana, hii ni Shayia TV. Leo nimekuletea elimu hii hapa ni jinsi gani ya kuzuia simu zisikusumbue sumbue, maana yake sasa unaweza ukachagua namba ambayo huyu mtu anakusumbua sana, aidha anakudai aiza hutaki tu akupigie simu, yaani mtu tu umeamua huyu mtu sitaki tena anipigie simu kabisa, au anakupigia simu mara kwa mara sana na hutaki akusumbue kabisa. E, utapiga kodi hizi ambazo nitaelekeza leo. Ah, kodi hizi ni rahisi kuziandika, lakini matokeo yake ni chapu sana. Narudia tena hii mada leo au elimu leo, ni jinsi gani unaweza ukazuia simu yoyote isiingie kwenye simu yako au isikusumbue, maana yake namba yoyote isikusumbue, kwa kila akijaribu mtu huyo ataambiwa namba hii haipo, lakini namba hiyo ipo hewani kabisa. Anaweza kawa mpenzi wako, anaweza kawa mtu yoyote basi suluhisho ni hili hapa. Utafanya hivi, utaenda ile sehemu kupiga kitu cha muhimu. Zingatia maelekezo hii, vitu ni virahisi sana naelekeza, lakini kama hujao makini vizuri, mnaweza ukashindwa. Ta kliki nyota mbili moja nyota Ukishaandika mpaka hapo, utaandika namba, unaona, utaandika namba ya huyo mtu ya huyo mtu ambaye hutaki akusumbue sumbue. Utaandika mfano, huu ni mfano. Utafanya hivi, baada ya hapo utakliki okay. Baada ya hapo utachagua mtandao. Kama mimi hapa nina selo na Eteli, kwa hiyo naweza nikachagua hapa. Nikishachagua mtandao hapa, nitakliki kama ni Eteli. Nikishapiga tu hapo maanake, hii namba niliyoandika hapo, kwa kila akijaribu kupiga simu kwangu, atakuwa anaambiwa namba hii haipo, kumbe namba iko hewani kabisa. Yani, maanake mtu amekusumbua sana na umechoka, huyo mtu ananisumbua sumbua sana, sio lazima ublock tu kule ukablock. Kuna njia ziko nyingi za kutumia short code kama hizi, unaweza ukatumia code kama hizi chapu tu, unaona. Unaweza ukitumia ukimblock, mtu atakuwa anaambiwa ita, simu itaita ita kidogo, alafu ataambiwa namba hii inatumika, maana yake, sasa atajua huyu mtu amenifanyaje, ameni block, naona. Kama alikuwa ni mpenzi wake, atajua huyu ameni ameni block. Sasa huu utaki tu siku hiyo usumbuli, usumbuliwe, usumbuliwe, unaweza ukatumia hizi code. Maana yake itasema namba hii haipo, naona. Paka ukija kumtafuta yeye baadaye, ndio utamwambia ilikuwa ni tatizo la mtandao tu. Maana yake mtu kama sio mjuzi sana wa mtandao hawezi kujua, naona. Lakini hapa si tunajifunza, au sio? Bwana, kama umefanya kama hivi sasa, umeona labda le, ilikuwa leo tu huyu mtu asinisumbue sumbue, au ilikuwa ni wiki moja tu. Sasa labda unataka sasa kumtoa kwenye hiyo programu uliomweka, naone. Sasa umeona umefika muda, ili akiku, akikupigia aweze kukupata au awe akupata hewani, utafanya hivi, utatumia zile kodi za kutoa mambo ya mambo kama hayo ya kodi kodi kodi. Kuna kodi zipo ambao waka zinatoa mambo ya kodi zote, ukishaweka kwenye call forwarding au ma, ma, yaani mambo yale ya kutumia tumia kodi yote ile kukufungia fungia namba yako au kufungia mawasiliano yako utakuwa unatumia kodi hizi hapa, basi utatumia kodi hizi hapa yani really, really mbili moja reli ukishapiga hapo utapiga. Okay, hebu yaangalia tena hii kodi vizuri, relireli reli, mbili moja reli ukishapiga kodi hapa, hii kodi inatoa kabisa, yaani inatoa kabisa. Kama ulishai kumweka mtu kwenye kitu kama hiyo hapo niloelekeza, maana yake atakuwa hakupati hewani None anaambia namba haipo, au wewe ushai kupiga kodi kwa bahati mbaya hizi kodi, au usha kupiga kodi zingine, umeangalia video YouTube au sehemu yoyote ile, umeambiwa na mtu labda ya kutafuta mpenzi wako, si ya kumhaki ku. E, sasa ukashangaa umejihaki mwenyewe, anapata taarifa zako, yani umefanya kitu kimakosa. Sasa kodi ambayo hapa ambayo nimeandika nime pa, nime pa inatoa hizo vitu vyote hivyo maana yake inakuweka uko unakuwa salama kabisa. Naona, hebu iangalia vizuri, nimeisubirishia kodi kwa muda mrefu ili usipate shida kuiandika. Pembeni iandike pembeni na kalamu ili usisahau kabisa, maanake kodi itakusaidia kuweka simu yako, inakuwa iko fresh kabisa, usifuatiliwe na mtu yeyote. Naona, na hii program nilioelekeza hapo mwanzo, hii elimu ambayo nimetoa hapo mwanzo, pia kodi nafuta kabisa. Basi utapiga hapo, baada ya hapo utapiga okay. Kisha piga okay, hapo utachagua mtandao. Kama mimi hapa naweza nikachagua Airtel, maana yake itasema call forwarding erasure successful, maana yake hapa imefuta kila kitu kama ilikuwa gani umewekwa kwenye call forwarding au hii kitu ambaye nimeweka sasa hivi hapa ya kama utaki kupigiwa pigiwa, maana yake kodi hii huwa inafuta kabisa. Basi mpaka hapo sina mengi, bila shaka kuna kitu hapo umejifunza, au sio? E, kama umejifunza kitu na umependa vile vile video, video hii usisahau kulike video hii, alafu kingine cha muhimu kabisa, ule usio napitwa na elimu ambazo naua na wanazitoa kwenye chaneli hii ya Shayia TV. E, subscribe, yani gusa neno subscribe. Kama ujui neno hilo la subscribe lipo wapi, hebu angalia hapo, unapoangalia video hii chini kidogo ya video hii, kuna neno limeandikwa subscribe. Gusa neno hilo mara moja, kama unayejisubscribe hebu gusa neno hilo mara moja kabisa, na kwa kila taarifa ambazo nitakuwa natoa utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Nakutakia siku njema.